Ok, na karibu katika somo la tatu. Na somo lililopita, tuli tuliangalia kitu kinaitwa variable. Of course, niliacha challenge kidogo wakati namaliza kipindi kile, kaa nimeuliza atakayepata thamani ya, ya, yani e, e, t underscore age ita print value gani? Kama umepata kumi na tano hongera, maana yake ndio jibu sahihi. So leo tunaendelea na leo tutaangalia kitu kinaitwa data type. Yeah, data type. So data type. Data type ni nini? Ni kwanza tuelewe data. Data ni nini? kwamba data ni ile value ambayo inapatikana baada ya processing, so kwa mfano tukikuuliza jina lako ni nani, akasema labda unaitwa Juma, okay. Kwa maana yake tukiuliza tukasema jina lako labda tuzilize name ukasema unaitwa nani unaitwa Juma, then tukakuuliza umri wako age. Ukatuambia unaitwa una umri wa miaka labda ishirini so hizi Juma na age hizi ndio data na hizi ndio variables zilizoshikilia age na, na, na umri wako na jina lako so katika kusema datatype ni kwamba, kwa mfano hapa uliposema Juma tulielewa ili hizi ni ili ni neno au ni jina ambalo limetengenezwa kwa kutumia herufi then hizi age ni nini? Ni namba. So kwenye, kwenye programming kuna kitu kinaitwa data type. Data type ndo inatu inatupa fursa ya kujua ni aina gani ya data ziko kwenye variable fulani. So kwa mfano, kwa mfano hapa nina labda sema umetuambia jina lako ni Juma na umri wako ni miaka ishirini. So tukitaka tujue data type ya ya jina, ya, ya, data type ya name ya variable name, ambapo ndio umeweka data zako tutauliza hivi. Tumeshaona Tukisema tulisema ukitaka kuprint kitu unahitaji utumie keyword inaitwa print. So hapa tunahitaji kuprint name, isipokuwa tunataka kuprint ni aina gani ya data ziko kwenye name. Sijui kama unanielewa, yani kwamba kwenye variable name kuna value ambayo ni Juma, lakini tuseme kwa mfano atuone hapa kilichopo, atukione. Sawa, tuseme kilichopo hapa atufanyaje? atukioni? So tunachokiona ni name. So tunataka tujue, je, huyu tuliyomuuliza jina ameweka jina lake kwenye, liko kwenye namna gani? Ni herufi, ni namba, ni nini? So tutakuja tutaongeza keyword nyingine inaitwa kumbuka, then tuna keyword moja ambayo tulikuwa tushaipata ambayo ni print. So print tulisema ni ni keyword ambayo inatumika ku print value kwenye screen. So tunaongeza keyword nyingine inaitwa type, okay. Type ya name. So usichanganyikiwe. So, so tunaweza tuka labda uh, tusikuchanganye sana kua, tutoe hizi tuziweke hapa sawa. So hapa tutengeneze value hapo nyingine ambayo itabeba data itakayopatikana kwenye kwenye hii kwenye type, type name. So, okay. so hii hii variable tuipe jina labda, labda. Tuite labda value, value type sawa so, eh? Value type is equal to type ya name. So tukija ku print hapa tuandika value type sisi, kama unanielewa Okay, ngoja ni lani afu nitakuelekeza nini tumekifanya hapa. Okay. Jibu inatuletea kwamba ni class str. Okay. Yeah. So, nini kimetokea ni kwamba name, kama nilivyotangulia kusema name imebeba value ambayo ni Juma, lakini Juma hatujui ni aina gani ya data. Tuseme hizi data ziko kwenye database, so hatujui labda ziko zikoje. So tunauliza, tunaiuliza program kwamba tunataka tuiulize, okay, kwenye name kuna hii data iliyomo kwenye name ina value gani? So tuta, tuko hapa hapa nimetengeneza variable ambayo itashikilia kile kitakachopatikana kwenye kwenye type ya name, kwenye aina ya data iliyoko kwenye variable name. So kwa sababu hii keyword type hii, okay, then hii keyword ya type eh, kazi yake kama nilivyosema, inachukua data yoyote ile inatuambia kwamba ni data aina gani, ndo kazi ya hii keyword, kama ilivyokuwa keyword ya print kwamba kazi yake ni kuprint kilichoko kwenye value fulani, kwenye variable fulani au data fulani uliyoiweka hapo, itakuwa printed ukiweka kwenye mabano na ukaandika keyword ya print. Sasa so, ni ita print so hicho kifanya hapo ni kwamba hii type kwa sababu itapata value ya name then itaitunza kwenye val, kwenye variable inaitwa value type. So tulipokuja ku print hapa, ikatuambia value ni hii hapa. Nasema kwamba value inaitwa okay, majibu imetuambia value inaitwa str. So kifupi hii str ni kifupi cha neno ni kifupi cha neno string. String. Ok, so string ni nini? Si sawasawa na useme ni neno neno. Nasema kwa Kiswahili, so yaani neno lolote lile tunalita ni string. Okay. So value lioko um <coughs> neno, ni nini? Ni string kwa maana ni neno, ili ni neno kwa Kiswahili, neno kwa Kiingereza ndo inakuwa string so labda tuseme tumeuliza tena hapa, tukamuuliza kwamba ipe data type ya age. Okay, tukilani hapa, utaona imetuambia ni int. Okay, so kuna vitu vinaanza kuwa complicated hapa, inatuambia ni int. Je, int ni nini? Int kwanza tumeona hii ishirini kwa sababu kwenye tumecheki kwenye age, age kuna namba, namba hii ni 20, sawa So ishirini si tunaelewa ni nini? Ni namba, si tunaelewa ni namba kwa lugha yetu. Lakini int ni namba sawa, lakini ni aina fulani ya namba ambayo ni integer, yaani ni namba yani, ambayo ndo kifupi ndo kirefu cha int kwa maana integer. So ni namba ambayo haina desimo kiandika ishirini maanayake ni, manake, ni, ni, ni int. So ili uelewe inti vizuri, na namba kwa nini zinatofautisha. Kwa mfano tuseme tuulize urefu wake, tuulize urefu, labda tumekuuliza urefu, tukagundua urefu wako una labda tuseme una ishirini pointi tano okay. So utagundua hii ishirini pointi tano na hii ishirini ni namba mbili tofauti. Ngoja tukaangalie value yake ni type yake ni ipi? So utaandika uefuurefu, sawa eh? So tukilani hapa utagundua imetuambia ni float. Umeona imetuambia ni nini? Ni float. So tumepata datatype nyingine inaitwa float. Because float ni namba na yenyewe namba, lakini ni namba ambayo yenye decimal Yani kama 2.5 2, yani namba yote ambayo ina decimal hii ina, ina value ambayo inaunganisha decimal. So hiyo ndio inaitwa float. Hiyo ni int ambayo ni namba ambayo ina decimal, lakini ni string ambayo ni ni neno. Okay, so katika kuandika tutakuja kuzielezea, of course, kwenye video inayofuata tutaanza kuelezea data type moja baada ya nyingine, na of course data type zipo nyingi zipo zaidi ya hizi. So kwa sasa nahitaji uzishike hizi tatu tu, hizi tatu tu. Nyingine tutazidi kuzielezea kwenye video inayofuata. Kama nilivyotangulia kusema, natengeneza video fupi na yenye maelezo mafupi ya kueleweka, ili sitaki kuchanganya mwanzoni. So ukiwa na master hivi clip vifupi vifupi vya chini ya dakika kumi au vingine vinazidi dakika kumi na kuendelea Nadhani inakuwa ni vizuri zaidi kuliko kuletea ku, ku mambo mengi kakuzidia kaku. So kwa kwa leo naomba tuishia hapa kwa maana tumeishia kuona string, int, float okay. Na tukutane katika inayofuata na leo kuhusu testi pana mm -mm. Tutafanya kwenye inayofuata k okay. Saa tukutane kwenye inayofuata.